Halo, wassalam ndugu zangu, ni kwenye maisha, ili uweze kufanya vizuri katika swala zima la kutengeneza uchumi wako, lakini na kuchangia uchumi wa taifa kiujumla, ni lazima utengeneze akili yako kuwa na utulivu lakini pia uwe na utulivu wa nafsi. Ni kivipi utatengeneza utulivu wa akili, eh? Nashauriwa lazima upunguze msongamano wa taarifa mbalimbali kwenye kichwa chako. Na jinsi ya kupunguza taarifa ya msongamano mbalimbali kwenye kichwa chako, natakiwa upunguze muda wa kuingia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kupunguza wale unnecessary followers kwenye account zako yeah. Sio unakuwa na taarifa nyingi, unaingia yeah. Kwenye mitandao ya kijamii, vichekesho wewe, wanaotukana ni wewe. E, taarifa mbaya ni wewe, taarifa nzuri ni wewe, picha mbaya ni wewe, picha nzuri ni wewe. Kwa hiyo kichwa kinakuwa hakina chaguo sahihi, na kichwa kikosa chaguo sahihi, akili ikikosa chaguo sahihi, utashindwa kuwa mbunifu katika kujenga uchumi wako. Haya yote haya utapata kwa undani zaidi kwa kusoma kitabu changu kiitwacho Athari ya Simu Janja, e, kilichoandikwa na mimi mwenyewe na kikapitiwa na kukaguliwa na bwana mdogo anaitwa Ibrahim Musa, mkufuzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Asanteni. Imedhaminiwa na Kibaoni Famasi. Karibu.